Asubuhi ya leo Amani alitembea polepole kuelekea darasani akiwa amebeba mkoba wake wa buluu mgongoni. Macho yake makubwa yalikuwa ya yamejaa maswali, hofu kidogo, na ndoto kubwa kuliko umri wake. Amani hakuwa mwanafunzi wa kawaida. Alitoka kwenye familia maskini ambapo kalamu moja ilitumiwa kwa wiki nzima na daftari moja lilipaswa kuandikwa kwa herufi ndogo ndogo ili lisije likaisha haraka. Lakini moyoni mwake Amani alikuwa tajiri wa matumaini. Kila siku alipokaa darasani, alitazama ubao mweupe kwa makini, kana kwamba ulikuwa mlango wa maisha mapya. Wakati mwalimu alipouliza swali, Amani aliogopa kuinua mkono, si kwa sababu hakujua jibu, bali aliogopa kuchekwa. Siku moja, mwalimu aliandika kwenye ubao, je, ndoto yako ni nini? Wanafunzi wengi waliandika daktari, rubani, mfanyabiashara. Amani aliandika kwa mkono unaotetemeka, nataka kubadilisha maisha ya familia yangu. Mwalimu alipofika kwenye daftari lake alisimama kwa muda mrefu, akamtazama Amani, akatabasamu, kisha akasema, hii ndio ndoto kubwa kuliko zote. Kuanzia siku hiyo, Amani alianza kujiamini, alianza kuuliza maswali, kusoma kwa bidii, na kuamini kuwa mkoba wake haukubeba vitabu tu, ulibeba hatima yake. Miaka ilipita, mtoto aliyekuwa na hofu darasani alikuwa kijana mwenye maono. Na siku moja, Amani alirudi shuleni pale pale, si kama mwanafunzi, bali kama mhamasishaji wa watoto wengine. Akawaambia, "Usidharau ulipo, ndoto zako ni halali." Na hapo, mkoba wa buluu ukawa alama ya safari ya ushindi. Basi ikiwa ndo mara ya kwanza kwenye chaneli yetu, usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu.